Mwana sawa sawa digital, tuko pia na stori ya kusikitisha hapa ya binti mmoja kutokea kule nchini Kenya. So hata unavyoisikiliza inabidi usikilize kwa masikitiko zaidi, kwa sababu ili iweze kukuingia zaidi. Sasa tuko na stori ya mwili mmoja wa, e, wa binti kutokea kule nchini Kenya. Mwili wa Sylvia Kimunto, e, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa chuo kikuu cha Multimedia aliyeweza kutoweka siku ya Jumapili umeweza kupatikana umetupwa ndani ya tanki la maji lililoko juu ya paa la hosteli ndani ya eneo la shule hiyo. So Sylvia ambaye alikuwa akifuatilia kozi ya mass communication, maswala e, mazima ya uandishi wa habari hayo na sayansi ya kompyuta aliripotiwa kuweza kupotea katika siku ya Jumapili, baada ya familia yake na marafiki wa karibu kutoweza kumpata katika simu yake, wala hakuna aliyeweza e, kufuatilia alipokuwa huyo mtu huyo siku nzima ya Jumapili. Mama yake amevimba ame ameviomba sana vyombo vya habari kwamba Silvia alimweleza siri kuhusu mwanafunzi wa kiume Filipo Mtinda ambaye pia ni, eh, ni mwaka wa kwanza. mwanafunzi huyo ambaye alikuwa eh, akimshinikiza kuwa naye kwenye uhusiano, lakini hakumpenda mshikaji huyo. Inaonekana alikuwa anamforce sana, binti aweze kuwa katika mahusiano, lakini binti, kama hakumpenda, hivyo mshikaji. Sasa baada ya shule kuthibitisha kutoweka kwa Silvia ripoti ya mtu aliyepotea ilitolewa katika kituo cha polisi cha Rang'ata ambacho inapatikana huko nchini Kenya. Sasa walioshuhudia wanasema Jumapili, wakati Silvia alipotoweka, anayedaiwa kuwa ni mwanafunzi wa kiume alimtembelea ndani ya chumba chake cha hostel namba tisini kilichoko gorofa ya tatu, Block B, karibu na IPM. Baadaye angeonekana akiangaika kue, kuhama, kue, kuhamisha, kue, kuhamisha koti zito kutoka kwenye chumba cha Silvia hadi kwenye chumba chake 301 kilichopo block E. Na Philips roommate ambaye alikuwepo mle ndani, Philip naweza kusema ndio roommate ambaye alikuwa anakaa mle ndani. So, anasema kwamba niliona suitcase black Jumapili usiku, lakini ghafla kuku, e, kukosa siku iliyofuata Jumatatu asubuhi. Rekodi ya simu zilifichua kwamba Silvia hakuondoka shuleni siku ya Jumapili, lakini simu yake ilizimwa ghafla mwendo wa saa kumi jioni na kusababisha shule kuanza msako ndani ya boma hilo siku ya Jumatano jioni, harufu mbaya ilitoka kwenye e, kitalu cha e ambayo ilivuta hisia za timu ya utafutaji. Mwili wa Silvia uliokuwa ukioza uligunduliwa kuwa umetupwa kwenye tanki moja la maji lililowekwa juu ya paa ya hosteli hiyo. Sasa mwili huo e, umeweza kuhamishwa katika chumba cha uhifadhi maiti e, ukisubiri fanyiwa uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha kifo chake binti huyo. So mshukiwa mkuu mnamo Alhamisi usiku ali, aliweza kusalimisha kwa polisi katika kituo cha polisi cha eh, Sultan Hamu huko eh, Makueni ikiaminika, eh, kwamba alitokea nyumbani kwake kijijini baada ya kudaiwa kutekeleza uhalifu huo. Kwamba mshikaji naye akaamua Eh, kukuku, yani kujisalimisha tu mara baada ya mwili huo kuweza kupatikana na mtu ambaye alifanya tukio hilo na kuweza kumtupia kwenye hilo tank, akaweza kujitokeza na kujisalimisha kituo cha polisi. Kipi ambacho kitaendelea kutokea eh, katika habari hii au nini atafanywa mshikaji? Endelea kutufuatia sisi kama Sawa Sawa Digital kwa taarifa zote ambazo unastahili kuzipata kwa wakati.